Pili ni mheshimiwa profesa Ibrahim Hamisi Juma, yeye ni mjumbe naye. Mheshimiwa rais ni prominent figure Tanzania. Yeye ni jaji mkuu mstaafu wa Tanzania aliyehudumu katika nafasi hiyo kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2025 alipostaafu. Kabla ya kuwa jaji mkuu, aliwahi kuwa jaji wa mahakama rufani Uh, jaji wa mahakama kuu na profesa wa sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pia akiwa jaji mkuu alisimamia maboresho makubwa ya utendaji kazi wa mahakama ya Tanzania, na kwa kutambua mchango wake katika kazi hiyo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alimtunukia profesa Juma nishani ya kumbukumbu -kumbu ya muungano daraja la pili. Amewahi pia kuwa mwenyekiti wa tume ya kurekebisha sheria, na akiwa jaj, kama jaji mkuu pia alihudumu kama kamishna na mwenyekiti wa tume ya utumishi wa mahakama.